Mtoto Mrisho Ramadhani aliishi huko katika kijiji cha Kazima na wazazi wake wawili. Kama ilivyo kwa wengine, alihitimu elimu ya msingi ya darasa dara la saba na alishindwa kabisa kuendelea na masomo elimu ya sekondari, kwa kile alichodai matatizo ya kifamilia yalikuwa ni kikwazo kwake. Nivo nivo nivo maliza wa saba, nikaa siendi na kaa tu nyumbani, kwanza nilikuwa sioni hata mwelekeo yaani, sioni mwelekeo mbele yangu. Pasipo kujali umbo wala umri mdogo, likamwijia wazo la kutoka kijijini kwenda mjini, ili mradi tu akatimize ndoto zake za kuwa fundi mbunifu wa kushona nguo. Akaja nikaanza kushona hapa, najifundisha fundisha. Kuna baadhi ya wenzangu nilikuwa nao wenyewe wakakimbia. Licha ya changamoto ndogondogo zilikuwa zikimtikisa kama mtoto akiwa mjini Mrisho hakukata tamaa kabisa. Kuna kona za, za nguo mfano suruali nyingi sana yani nasema, ani mpaka nika nakata tamaa nasema yani hapa sidhani kama nitaendelea na hii kazi nikakaza, Mungu akanijalia ndio mpaka leo nipo hivo. Kijana nilimpokea akiwa haelewi chochote kile, ila tulianza kumkoje tukusaidizana mafundi wenzangu hapa mpaka kufikia sasa hivi ana uwezo wa kushona suruali, anakata yeye mwenyewe na shati vile vile, anaweza kuikata mwenyewe na akalishona mwenyewe. Wateja wanaelewa kwamba hii nguo imeshona na fundi mkubwa tu ambaye ana uzoefu wa muda mrefu. Kiukweli mm, mara ya kwanza tulizani kwamba hataweza kabisa, lakini alikuwa ni mtu mwenye kujituma, nidhamu, sio mbishi ni mtu yoyote anayemwagiza yeye anamsikiliza yuko vizuri sana. Ndoto ya kuwa fundi mbunifu wa kushona nguo za kiume ikatimia. Lakini pamoja na uwezo wake, jambo ambalo hakulipenda kabisa kwake ku ni kuwakwaza wateja. Anaambia mara ijia leo akija anakuta ana, ana, ana nguo ijaisha. Hicho kitu sikipenda, mteja kutokulalamika ani afurahi nguo ime, imeisha vizuri, imeshona vizuri. Mimi kwangu furaha, maana nachukulia kawaida tu, lakini akija kushona ndo anaamini kweli eh, huyu kashona yeye kweli. Sasa lakini hivi akiniona, awaamini. Nilipofika hapa nilimkuta huyu mtoto kweli, nilivutiwa naye mimi, nikamwambia hapana, mimi nitaleta nguo yangu unishonee. Na kweli nikaileta nguo akaishona vizuri, nilivutiwa pia kabisa, nikasema bwana mdogo ni kipaji. Mrisho japo hajaanza kukusanya marundo ya fedha kutokana na kujituma kwake, lakini anasema kidogo kidogo anachokipata huwakumbuka wazazi wake wawili huko kijijini. Hapa naweza nikaondoka hata na elfu sitini hamsini siku zingine hata elfu kumi sawa tu, maana na siku zingine nikashinda tapo mezani, namsaidia fundi kunyoosha E, kishajipata nahitaji wazazi wangu niwajengee nyumba niwatoe kijijini, niwalete mjini e, waje waishi tu huku. nionao karibu, kiu yake kubwa ni kuwa mbunifu mkubwa, atake kuwa akiwashonea nguo viongozi wakubwa matajiri na hata watu wale maarufu, lakini kwanza anahitaji apate ofisi yake. Kwa nifungue ofisi yangu mimi mwenyewe binafsi. Eh, baada ya hapo nitaangalia wadogo zangu ndugu zangu wengine tawaita waje na wenyewe niwafundishe. Mrisho mbunifu chepukizi wa ushonaji nguo za kiume bado anayo safari ndefu, lakini je, atawezaje kupata daraja la kumvusha ili aweze kufikia huko anakohitaji kwenda kwenye mafanikio zaidi? Mimi ni Juma Kapipi, habari ukieni <muchilio>